Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, Amnesty International lina alituhumu kundi la waasi la M23 kuua, kunyanyasa na kupoteza kwa nguvu watu waliokuwa wakiwazuilia tangu walipochukua maeneo makubwa mashariki mwa DRC. Amnesty imezungumza na watu wapatao kumi na wanane waliokamatwa kinyume cha sheria mwaka huu na kundi hilo, wakiwemo tisa walodai kunyanyaswa na wapiganaji wa M23. Mwenzangu Martha Saranga amezungumza na Sarah Kimani, msemaji wa shirika la Amnesty International Kenya, na kwanza anaeleza ushahidi gani uliotumika kuandaa ripoti hiyo. Tuna ushahidi wa kutosha, sababu tulizungumza na watu ambao walikuwa wafungwa wa kundi hili la M ishirini na tatu watu kumi na nane na tisa walikuwa wameteswa vibaya sana, na watu tulizungumza nao wakiwa pande za Goma ama Bukavu. Kabla hata ya kutoa ripoti mlioitoa, mlifanikiwa kuzungumza nao na wakawaeleza nini? Na hao waathirika wamepata msaada wowote wa wa Tulizungumza nao walituambia kwamba walipata mateso ya kikatili sana, ya kiunyama. Wengi wao walizungumzia kupigwa, kutolewa asubuhi na kuwekwa katika uwanja ambako walipigwa viboko, mijeledi aa, wakitumia nyaya za stima aa, wengi pia walifungwa kwa wakati mkubwa bila kuona mwangaza. Wengine hata hawako wanaweza kuzungumza na wapendwa wao, na wapendwa wao kwa muda hawakujua waliko. Wan wengine ambao tulizungumza na wapendwa wao walisema kwamba wakati walienda kutafuta uh, hawa um, tuseme ndugu ama bwana zao ambao walikuwa wamefungwa kwa sababu wote walikuwa wanaume. Uh, walisema kwamba uh, waliitishwa pesa ile, kwa kimombo, kwa lugha ya kimombo tunaita ransom, na hili kundi la uh, m ishirini na tatu. Tulizungumza kama na watu wanne wa familia moja, wa familia tatu, na walisema watu wao walikuwa wamepigwa sana. Mmoja wao alikufa baada ya kuachiliwa. Kwa hivyo ni mambo ambayo yamekuwa wakiendelea kutoka wakati hili uh, kundi lilichukua uh, mji wa Goma na baadaye likachukua mji wa, wa Bukavu. Uh, tuliona kwamba ni maeneo manne ambayo wamekuwa wakitumia uh, kutekeleza haya mateso kwa wananchi wa uh, hizi uh, miji, uh, hii miji miwili shirika lenu limewasiliana ha, ha, ha, na serikali ya rwanda au drc kuhusu matokeo haya sasa ha, ndio tuliandikia tuliandika barua kwa serikali ya rwanda na pia kwa kikundi cha M ishirini na tatu lakini kufikia leo ambako sasa tumetoa hii ripoti hakuna mmoja ha, wao alikuwa ametujibu na kulingana na kuna swali ambalo ulikuwa umeuliza kama kuna usaidizi wote wamepata wa hakuna usaidizi wamepata na hakuna pia njia yoyote ambayo wamepata ya kuwapa, ya kuwapa na tuseme kama uh, kwenda kotini ili waweze kupata uh, mashtaka yao dhidi uh, ya shirika hili. Kwa hivyo bado wanaendelea kuumia kwa kimya. Serikali ya DRC imetoa majibu yoyote ama hata ufafanuzi kuhusu ukatili unaotekelezwa ndani ya ardhi yake. Hatukuzungumza nao, lakini hata hivyo uh, hawajazungumzia hata kidogo kuhusu uh, haya uh, hizi uh, kambi za wafungwa ambazo uh, tumeweza kuziona. Ukiangalia katika uh, uh, tovuti yetu utaweza kuona hata tuko na map ambayo inaonyesha Eh, kila mahali ambako ah, haya mateso yanaendelea, lakini hatujasikia ya pia kutoka kwa serikali ya Kongo. Sasa Amnesty International imekuja na majibu ama ushauri gani wa nini kifanyike haraka ili kuwalinda raia walioko katika maeneo hayo yanaokaliwa na M23? Tunasema kwamba ah, watu wa Kongo wamepitia mateso kwa miaka mingi ah, chini ya hivi vikundi vya ambavyo vinapigania ah, katika ah, nchi yao, na tunasema hili kundi la M23 haswa limewatesa sana Ha, wakongomani na tunasema kwamba ni wakati huu serikali ambazo zinafanya uhusiano na ambazo zinakaribiana na Rwanda ziweke mikakati ya kuambia Rwanda ha, kwa kimombo tunasema pressure. Kuambia Rwanda lazima iache kuendelea kuunga mkono kundi hili la M ishirini na tatu. Tunasema pia kwamba mashirika ya nje na wale ambao wana nguvu ni lazima sasa wafungue mashtaka dhidi ya M ishirini na tatu na pia kusema wawachilie wafungwa wote ambao wako ni mwao na pia waacha kuendelea na hizi uh, njia zao ambazo zinakiuka sheria sheria za nchi ya Kongo na sheria za kimataifa. Kwa muda mrefu, Rwanda imekuwa ikikanusha kujihusisha na M23. Ninyi Amnesty International mnavielelezwa ama vithibitisho gani kuhusu madai haya? Uh, kulingana na si uh, Amnesty peke yake, lakini hata shirika la Umoja wa Mataifa limeweza kuonyeshana katika ripoti nyingi kwamba uh, Rwanda inaendelea kuunga mkono uh, shirika hili la M23. Ndio tunasema majirani wa Rwanda majirani wa, na, wa Kongo a, shirika la kimataifa, mashirika ya kimataifa sasa, wana mwito, wana haja na wana jukumu la kuambia Rwanda isitishe kabisa kuwa kuendelea kuunga mkono M23. Wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za binadamu sambamba na raia walioko mashariki mwa DRC haswa katika mji wa Goma wametaka juhudi zaidi kufanyika ili kuzuia mauaji mateso na kushikiliwa kwa raia wasio na hatia. Leonard Mobali na maelezo zaidi. Katika maeneo hayo ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, shirika la Amnesty International limethibitisha kwamba lilirekodi visa vya watu wanne ambao baada ya kuzuiliwa na kuteswa na waasi wa FCM23 walifariki wakiwa katika mazingira tatanishi ambayo kundi hili limeadhibiti. Huko upande wa wanawake wamekuwa wakilalamikia pia hali ya kuteswa na kuzuiwa na wanaume wao pamoja na vijana wao bila hatia jambo wanalosema kuwa limekuwa ni manyanyaso dhidi yao na familia zao katika miji na vijiji vinavyodhibitiwa na kundi hilo, kama mama huyu anavyotoa hapa malalamiko yake. Tangu waasi waingilie, mabwana zetu wanateseka na sisi pia wanamke tunateseka. Mabwana zetu wanawafunga bila makosa yoyote, wananyanyasika ovyo. Hatujui serikali inawaza nini kuhusu sie wananchi. Ripoti ya Amnesty International iliyotolewa mwezi huu imethibitisha kwamba waasi wa M 23 wanaendesha vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu gerezani katika miji muhimu ya mkoa wa Kivu kaskazini na Kivu kusini, hasa jijini Goma na Bukavu. Shirika hili limeelezea pia kushikiliwa na kuteswa kwa raia, lakini pia watu wa mashirika ya kiraia wameendelewa kunyoshewa kidole cha lawama kwa kushirikiana na serikali. Zaidi ya hayo watetezi wa haki za binadamu wameeleza pia kwamba baadhi yao walikamatwa na kundi hili la M23, ambao hawajulikani walipo hadi sasa, kama anavyoeleza hapa Aime Mukanda, mtetezi wa haki za binadamu mkoani Kivu Kaskazini. Wengine walipelekwa chanju wakauawa. Kuna watu ambao wamekuwa ndani ya jela Ruchuru, wamefanya humo zaidi ya miezi sita, hata wengine mwaka. Wanafungwa ngambo zingine, hata Goma. Ni kusema humo ndani wamefanya jela za torture, watu wanabebwa vijana wanabebwawakurudishi kuna kuwa mashuruti za kupigana vita makasho za M23, watu wanateseka na wengine wanafariki ndani. Tunaomba Amnesty International inayokuwa na nguvu iendelee kusema sana, ili hali ya wakaaji wa Goma iendelee kuheshimia haki ya binadamu. Nayo mashirika ya kiraia mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yamelalamikia hali hii ya ukiukaji wa haki za binadamu, ambapo yameeleza kuwa mazingira hayo yanaweka hatarini watetezi wa raia na haki za binadamu pamoja na viongozi wa mashirika hayo na familia zao. Katika hatua nyingine, mashirika hayo ya kiraia yametaka kundi la M23 kufanya kila juhudi za kulinda raia na kutilia maanani haki za binadamu kama inavyohitajika ulimwenguni. Katimba Bebedi ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo. Jeshi la AFC23 kwenye warafika kabisa wa jeshi lao linasumbua watu, kukamata watu, kutupa watu kwenye jela, kupiga watu, kuumiza watu, ile kabisa. Hatujajua kwamba nini zaidi ambacho wanachokitafuta kwa sababu raia haina tatizo hata moja na jeshi la AFSE. Tungeliomba kwa jeshi la AFSE uangalie gisi ya kulinda raia, ile kabisa imetuchukiza sana. Kukomboa ni kuua, kukomboa ni kupiga, kukomboa ni kunyanyasa, imeleta ingine sura Upande wa Kinshasa pamoja na tume ya Umoja wa Mataifa ya DRC MONUSCO mara kwa mara imelishutumu kundi hili la M23 kwa kufanya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo, jambo ambalo kundi la M23 mara zote limekuwa likikanusha, huku pia upande wake likishutumu serikali ya DRC na jeshi lake kufanya vitendo kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Haya yanajiri wakati watu wasiopungua ishirini wakishuhudiwa kuuawa katika mapigano kati ya M23 na jeshi la FARDC wilayani Walikale na Rushuru eneo la Bwito tangu Jumapili hadi sasa. Shirika la madaktari wasio na mipaka la MSF limeshuhudia kwamba maelfu ya raia hao waliokimbia mapigano hayo wanakabiliwa na matatizo kadhaa wakihitaji msaada. Hata hivyo, waasi hao wa M23 wanaotuhumiwa wamekana madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Aidha, waasi wa M23 na wapigana mashariki mwa DRC wamekana kuhusika na kuwatesa watu, ijapo wamekiri kuzingira nyumba na kufanya upekuzi. Martha Saranga amezungumza na Willy Ngoma, msemaji wa kundi la M23 kuhusu taarifa hiyo. Hiyo maneno kabisa ni uongo mutupu kabisa. Raisi wa Kongo Bwana Tshisekedi, wa Mulumbu Tshisekedi Kilombo alileta silaha nyingi sana kwa waraia, watu yote walikuwa gerezani balipewa silaha, na hiyo wakati sisi tuliingia, wanaendelea kabisa kufanya hiyo maneno yavo vibaya kabisa, kutetea nani, kulumiza raia, kuua mauaji, kuiba raia, kuua kubaka raia na hiyo kwa jeshi yote ya dunia wanajua kwamba hiyo neno tunaosema kuzingira na kupekua hiyo ni kawaida ya kijeshi. Na kama unapenda amani, unapenda watu waishi vizuri, inabidi kabisa utoa hiyo mbego vibaya sana. Mmefanya nini kuthibitisha kwamba kweli ninyi hamuhusiki? Unajua kwamba eneo yote ambayo sisi tunamiliki, amani kabisa inadumu, lakini wakati lolote kabisa watu ambao waroho vibaya kiti naosema serikali ya Kongo inatuma watu hiyo waingizi kabisa vurugu ndani ambao sehemu ambao tuko kabisa, tuwezi kuvumilia hiyo. Kuhusu kundi hilo kushirikiana na rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, Ngoma amesema Kabila yupo Goma baada ya kuwasili huko juzi Jumapili akitokea uhamishoni. Amesema Kabila ni mkongomani anayependa amani na kwamba uwepo wake utasaidia kupata suluhisho la amani katika ukanda huo wa mashariki mwa DRC.